A kwa kweli ilitoa mchango mkubwa na tuliona jinsi ambavyo mlihamasisha wa Tanzania anakuwa na hamasa kubwa, kwa kweli jambo kubwa. Naamini sasa ni mwanzo eh, wa hichi kilichotokea twende nacho, ili tuweze kufanya kazi kwa karibu. Naamini tumekuwa tuna changamoto kama waandishi wa habari ambazo zilikuwa zinajitokeza kwa mashindano, lakini angalau unaona kwamba sasa hivi tunakwenda vizuri kwa ni jambo kubwa. Ni kwa hiyo nilisema nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kile ambacho mmefanya, na kimetuletea matunda makubwa, kwa sababu hata wenzetu wa mashindano ni yalikuwa nasimamiwa na sakafa, lakini ni mashindano ya kafu, ndio maana mliona watu wa kafu walikuwepo hapa. Kwa hiyo yametupelekea kuwa na uhakika wa kuhost mashindano yajayo. Na naamini muda si mrefu tutawatangazia tarehe ambayo tutafanya draw. Draw itafanyika hapa na itasimamiwa na kafu. Itakuwa ni tukio kubwa la kimataifa kwa taaruzeni kadri tutapokuwa tumekubaliana na watu wakafu. Cha pili, nichukue nafasi hii kuwatakia kila la heri kwa wawakilishi wetu wa Tanzania Yanga ambao wanacheza leo mjini Kigali. Kama Watanzania tunaomba tuwaombee, baada ya matokeo mazuri kwenye mechi iliyopita, naamini wataendeleza wimbi la ushindi na sisi TFF tumekuwa bega kwa bega na Yanga, tumekuwa tunahakikisha kwa kila jambo kwamba Yanga wako vizuri kwenye mambo yote yanayoendelea Kigali na tuna mkuu wetu wa msafara kule, lakini nimekuwa nawasiliana muda wote na kaimu katibu mkuu wa Yanga na changamoto zote ambazo zimekuwa zinajitokeza kwenye klabu ya Yanga wakiwa kule tumekuwa tunazitatua kwa pamoja, TFF na Yanga kwao. Naamini mambo yanakwenda vizuri na vijana watafanya vizuri. Nilisema hayo ni mawili ni, ni nipende kuwapa habari wa Tanzania, ninajua kupitia kwenu yatawafikia. Baada ya hapo sasa niongea ambalo nimewaitieni, hukwa iliyoko mbele yetu sasa hivi ni mashindano ya ya kuqualify kwa ajili ya finali za Afrika zinazofanyika 2019 Cameroon, na timu yetu ya taifa inacheza mechi ya ugenini dhidi ya Uganda tarehe 8 mwezi wa 9. koo matayarisho ya kambi ya yameanza rasmi, tayari tuna mwalimu wa timu ya taifa alishatangaza kikosi chake. Kwa hiyo kambi imeanza rasmi jana. Mwalimu alitoa utaratibu kwa jinsi ya mjumuiko wachezaji wake na jinsi watakokuwa wanawasili kambini. Mwalimu alihitaji wachezaji wa Simba na Azam kuripoti kambini jana deni wachezaji wa Yanga walipoti kambini watapofika nchini tu baada ya majukumu yao ya kimataifa, na wachezaji wa Tanzania wanaocheza nje ya nchi, kwa sababu wengi walikuwa na majukumu mpaka tarehe mbili wanayo, basi wataanza kulipoti kambini tarehe nne. Na alikuwa ameandaa programu yake kulingana na makundi yatapokuwa yanalipoti kambini. Tulikuwa na kikao kikubwa na coach wa timu ya taifa na benchi lake la ufundi kuhusu programu yake, na bahati nzuri kwa sababu tumepata mwalimu ambaye ni qualified coach tayari alikuwa ameanza kuifanyia kazi timu yetu ya taifa, kwa maana ya ya, ya mapungufu ambayo timu yetu inayo kwenye mechi zote za miaka miwili iliyopita, na kampuni maalumu ambayo ilikuwa inafanya analysis ya mechi hizi, na tayari yeye alikuwa ameshapewa hayo mapungufu, kwa hiyo alikuwa anafanyia kazi na hata jinsi ambavyo alitengeneza programu ya timu kufika kambini ilikuwa ni jinsi ya kufanyia kazi hayo mapungufu ya timu yetu. Ndio maana alifanya hivyo. Lakini kwa masikitiko makubwa, baada ya kuamua kuahirisha Ligi Kuu ya Tanzania, kwa maana ya mechi za timu ambazo zinatoa wachezaji wengi kwa maana ya Simba, Yanga na Azam, ili kuwezesha programu ya mwalimu inatekelezwa vizuri kwa sababu naamini kwenye mpira wa miguu kitu ambacho kinatuunganisha sisi wote hapa na watanzania kwa ujumla ni Taifa Stars. Hakuna kitu kilichopo juu ya Taifa Stars, hakuna klabu iliyopo juu ya Taifa Stars, hakuna mchezaji aliyeko juu ya Taifa Stars. Ndio maana tukasema pamoja na changamoto za ratiba ya ligi, na naamini ndugu zangu waandishi wa habari, toka mwaka jana waga ni moja ya changamoto kubwa, na timu inapigiwa kelele za kubadilisha ratiba ya ligi lakini nilichukua maamuzi magumu kama taasisi kuhakikisha kwamba tunabadilisha ratiba ya ligi kwa, kwa kuondoa mechi za tarehe mbili na tarehe moja zilizokuwa zihusishe Simba, Yanga na Azam kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. Kwa maana timu yetu ya taifa ijiandae vizuri, na ndio maana tunaahirisha mechi hizo. Kuahirisha kwa, kwa mechi hizo ilikuwa ni kuhakikisha wachezaji wa Simba, Yanga na Azam wanapatikana kambini kwa muda ambao mwalimu amepanga na federation. Tulitimiza wajibu wa kupeleka barua kwa vilabu hivyo, kwa maana ya mwito. Utaratibu wa wachezaji kuitwa kwenye timu ya taifa huwa ni barua zinakwenda kwenye vilabu na vilabu vinawaachia wachezaji wake waji. tuliandikia barua vilabu vyote tarehe za wachezaji wao kuripoti kambini. Simba na Azam walicheza siku moja, wachezaji wa wote wameripoti kwenye kambi ya timu ya taifa. Wachezaji wote wameripoti kwenye kambi ya timu ya taifa. Mchezaji wa Simba pekee aliyeripoti kwenye kambi ya timu ya taifa ni Aishi Manula, ndiyo yuko kwenye kambi. Baada ya kuwa tumepata taarifa hizo jana kwamba mchezaji pekee wa Simba aliyepo kwenye kambi ya timu ya taifa ni Aishi Manula, nili- nilianza kufanya mawasiliano na viongozi wa juu wa Simba na nilipata kuzungumza kwa muda mrefu na rais wa Simba, na wakati nazungumza naye kwenye simu, na yeye alishangazwa wachezaji wa Simba kutokuwa wamekwenda kambini. Kwa hiyo alimuunganisha kwenye mawasiliano ya moja kwa moja ya simu meneja wa Simba ambaye alikuwa amepewa maagizo ya kuhakikisha kwamba jana wachezaji wa Simba walipoti kambini, na kwenye mazungumzo na bahati nzuri au mazungumzo, mimi ni simu yangu wewe na ripoti yeye alimhakikishia rais wake kwamba wachezaji watakuwa kambini, na rais wa Simba akasema anataka saa tatu ajue ni mchezaji gani ambaye yupo kambini na mchezaji gani ambaye hajafika kambini. Kwa hiyo tulipomaliza hapo, mimi nikaanza kuwatafuta wachezaji wa Simba kwa sababu niliona ni jambo ambalo ni zito, na mwalimu alikuwa ameshaweka masharti yake ya kambi. Kwa hiyo nilibahatika kuongea na baadhi ya wachezaji wa Simba na kuna wengine, mchezaji wa mwisho kuongea naye niliongea naye saa saba usiku. Najaribu kuonyesha kwa kwamba mwalimu kasisitiza ikifika saa kumi na mbili na nusu asubuhi mchezaji ambaye atakuwa hajafika kambini basi yeye hawezi kuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo tukawa tumemalizana, nikiamini kwa yale ambayo tulikuwa tumeongea, basi vijana wetu watakuwepo kambini. Ilipofika asubuhi, wachezaji hao walikuwa wajaripoti. Kwa hiyo mwalimu aliniomba kwa ajili ya kikao cha dharura, tukawa tumekwenda kule kwa ajili ya kunipa maamuzi yake. Kwa baada ya kujadiliana na mwalimu, alitoa mapendekezo yake, na bahati nzuri taasisi hiyo taasisi ni hiyo TFF. Kwa hiyo tuliwasiliana na rais, of course, kuhusu msimamo wa mwalimu. Rais wa TFF yeye, yeah, ameahidi kumsapoti mwalimu asilimia mia mia wakili, ambacho, kwa kile ambacho anaona kinachofaa kuhakikisha kwamba tuna tunakwenda huko na mimi kama mtendaji mkuu nami nikamsapoti mwalimu kile ambacho alijaribu kutufafanulia, kutu, kuonyesha kwa kwamba anatutaka kujenga kwenye timu ya, ya taifa, na bahati nzuri tena katibu mkuu mimi nikiwa coach. Kwa hiyo niliona maamuzi ya mwalimu ni sahihi asilimia mia moja. Kwa hiyo wachezaji wote wa Simba wakiondoa Ishi Manula ambao hajaripoti kwenye national team, mwalimu ameondoa kwenye timu ya taifa ya ya Tanzania, ameondoa kwenye timu ya taifa ya Tanzania kwa hiyo tutabaki na mchezaji mmoja tu wa Simba kwenye timu ya taifa, na mwalimu kafanya mabadiliko, kaita wachezaji kadhaa. Na bahati nzuri ligi wakati inachezwa alikuwa anatembea. Nafikiri Baraka hapa kwa maana ya kaimu wa afisa habari kwa leo, kwa sababu Ndimbo ana matatizo kidogo ya kifamilia, yeye atasoma hayo majina. Mwalimu, mwalimu yuko kambini, kwa hiyo ana program, kwa hiyo aliomba wa afisa habari amsomee, atasoma hayo majina, mwalimu, mwalimu problem, atasoma ma majina naamini kwa mara kwa ya kwanza kuna klabu inatoa hesabu yake kwenye timu ya taifa. Naona alikuwa na wachezaji kwenye timu ya taifa lakini kwa sababu ndio jicho la mwalimu, na yeye anaamini hao watakuja kumsaidia kwenye kikosi, akiwa anaamini kwamba mchezaji ambaye yuko tayari kwa timu ya taifa ni mchezaji wa aina yake, na kwa experience yake yeye akiwa mchezaji wa kimataifa zamani ya Nigeria, akiwa mchezaji mkubwa, anasikitishwa kwa sababu anasema Nigeria kucheza timu ya taifa si jambo dogo thamani ya mchezaji yote inakuwa kubwa pale anapokuwa ni mchezaji wa timu ya taifa. Hata vijana wetu ambao wanapata nafasi huko ughaibuni, unapokuwa ni mchezaji wa timu ya taifa, thamani yako inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo anasema kwa sababu timu ya taifa iko juu kuliko mchezaji, anaamini kila mtu ana fursa ya kuchezea timu yake ya taifa na vijana wengi wa Kitanzania wanahitaji fursa hii. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaamini fursa hii sio wakati wake, wakiamini wao ni wakubwa kuliko timu ya taifa, mwalimu anasema kipindi chake mchezaji bora ni yule kwanza ana discipline kabla ya mambo mengine. Kipaji pekee hakiwezi kusaidia. Sisi ni mashahidi ya mashindano ya vijana yaliyopita ya 17 Tanzania ndio ilikuwa timu bora kuliko timu zote. Lakini tulifungwa na Uganda kwenye nusu fainali, kwa sababu ya vijana wa Kiganda wao kucheza kwa kujitolea zaidi. Fighting spirit ya Uganda ilikuwa ni hali ya juu, na ndio maana uliona wameweza kuzifunga timu zote kwenye mashindano. Mtu anasema ah, wale Waganda wana hamna kitu, lakini mpila umebadilika. Kwa tunaamini bila, mini, bila discipline, hatuwezi kwenda huko tunapohitaji kwenda. Pone ikisema niwaambie sasa, wachezaji wameachwa, lakini kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine wamechangia hicho kilichotokea, aidha kwa kuwapotosha wachezaji kwa, kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Aliandikiwa barua klabu ya Simba ilikuandikiwa hali barua. Contact person wa Simba aliyeshughulikia jambo hili alikuwa tena ni mzee wangu wa Hamis Kisiwa, ndio alikuwa contact person na meneja wa Simba alishindwa kutimiza wajibu wake wa kutusaidia. Pamoja na yote katiba ya TFF iko wazi, na vilabu vyote kwamba kutii maagizo ya TFF ni sehemu ya katiba ya vilabu vyote, inapasa kutii maagizo ya TFF, CAF na FIFA. Kwa hiyo tunaamini watu waliohusika Simba kutii maagizo, kwa hiyo kwetu tunasema ni sabotage kwa Taifa Stars na TFF hii haina msalia mtume kwenye ishu za kimaadili. Kwa hiyo secretariat ikiwakilishwa na mimi, tunawapeleka kwenye kamati ya maadili Jumamosi, hamisi Kisiwa pamoja na meneja wa Simba, Richard, yeah. Tunawapeleka kwenye kamati ya maadili, tumeshaandaa mashtaka, wakati na kuja hapa mwanasheria wa TFF kaandaa mashtaka. Tunawapeleka kwenye kamati ya maadili, tunataka mpira ubaki na watu clean mtu yote ambaye kwenye mpira anaendesha shughuli zake za mpira kwa mazoea, kipindi hiki sio wakati wa kuendesha shughuli za mpira kwa mazoea. Kama taasisi tunapeleka board members, wajumbe wa kamati ya utendaji, wajumbe wa chombo kikubwa kuliko vyote kwenye TFF, tunawapeleka kwenye kamati za maadili na tunawafungia. Siamini kama kuna mtu ambaye anataka kucheza na shughuli za mpira wa nchi hii atabaki salama. Hiyo ni tuko serious na tutafanya, kwa kipindi ambacho tutakuwepo madarakani tutashughulika na kila mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anataka kurudisha nyuma shughuli za maendeleo ya mpira wa miguu wa nchi hii. Huo ni msimamo wa Rais wa TFF, na mimi nikiwa mtendaji mkuu wa taasisi nitausimamia kwa nguvu zangu zote, nikiwa na uzima. Naamini baada ya matukio, nilipigiwa simu na watu wengi wakijaribu kusitisha ili jambo lililokuwa linaendelea, lakini nimewaambia nikiwa katibu mkuu wa TFF nitasimamia shughuli zote ambazo zitakuwa zina athari taasisi yetu, kwa kuwachukulia watu hatua za kimaadili na hatua za kinizamu. Hatutakuwa na mchezo kwenye maswala hayo. Baada ya kusema hayo, kama mna maswali au kutoa ufafanuzi. Salum Kimenya kutoka Tanzania Prisons, wa pili ni Paulo Ngalema kutoka Lipuli wa tatu ni Ali Abdulkadir kutokea Lipuli, wanne ni David Mwantika kutokea Azam, watano Frank Domayo kutokea Azam, wasita ni Salum Kihimbwa kutokea Mtibwa, na wa saba ni Kelvin Sabato kongwe kutokea Mtibwa. Sasa kwa hiyo ha, hao ni wachezaji ambao wataingia kambini kuungana na hao wengine kwa ajili ya maandalizi ya mchezo moto hauzimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi. Kama siyo DSTV, potezea. Kijana, unafanya ni nini dirishani kwa mwanangu? Saa hizi unafanya nini? Ni kibaka? Hapana, isa nyumbani kwa watu? Hapana. Wewe ni kibaka? Hapana, mzee.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 Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano, jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari REG mkwaju ane mkwaju &E 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018 2019, katika kozi zifuatazo IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na digrii katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652 KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.